Kuna namna fulani ambayo e, sisi Kingo Farm huwa tunapenda sana kuambia uhalisia na ukweli wa ufugaji. Sasa leo hii tunakuja na hii mimea mitano ambayo endapo utaitumia itawakinga kuku wako bila ya kuhitaji dawa za viwandani wala nini. Kwa hiyo wewe sikiliza vizuri hii video. Uzuri wetu sisi Kingo Farm, sisi wenyewe tunafuga, alafu sisi wenyewe pia tunapenda sana kutumia hizi tiba za asili ndio maana huwa tunakuja na tiba sahihi. Yani wewe tumia tiba ambayo tumekuelekeza hapa. Uh, ni asilimia chache sana ya, za, za wafugaji ambao wanakujaga wanasema kwamba tiba haijafanya kazi, lakini tiba nyingi sana zinafanya kazi. Sasa tuende moja kwa moja ni kutajia hizi tiba. Aa, kitu cha kwanza kabisa, kinga ya kwanza kabisa ambayo ni muhimu sana kuitumia ni hiki kitunguu saumu. Kitunguu saumu kwanza kabisa kinaondoa sumu kwenye mwili wa kuku. Na kitakusaidiaje sasa kama kinga? Kitakusaidia, kuna muda ambapo aa, kuku huwa wanapewa dawa mbalimbali kwa hiyo uoga, wanakuwa na sumu mwilini mwao. Unakuta kuku amedhoofu, kuku anashindwa kuwa na afya njema. Kwa hiyo ukichukua kitunguu saumu hiki kimoja ukaweka kwenye maji lita kumi ukawapa kuku wako wao wanywe, basi wataondoa sumu mwilini mwao. Lakini pia aa, kama imetokea kuku wakanywa maji machafu au maji ambayo yana kinyesi aa, uchafu wowote ule ambao ungekwenda kuwadhuru, basi hichi kitunguu saumu kitawasaidia kita mea wa pili ni kitunguu maji, hiki nitakitaja kitunguu maji pamoja na alovera. Hii nitataja kama kinga ya pili. Uh, japo vina kazi tofauti tofauti, lakini hapa nataka nizungumzie namna ambavyo unaweza kuwakinga kuku wako na kideri e, ugonjwa wa Newcastle kama kama mnavyojua uh, Newcastle uh, tunashauriwa kuwapa kuku chanjo za viwandani siku ya saba pamoja na siku ya ishirini na moja.

kinga kuku wako dhidi ya huu ugonjwa wa Newcastle, na ugonjwa wa Newcastle unatajwa kama ni ugonjwa namba moja ambao unaua sana, unaua kwa asilimia kubwa sana, utaua kuku wengi sana endapo utashambuliwa na huu ugonjwa wa Newcastle. Kwa hiyo inasimama hapo kama e, kinga. Ukichukua majani matatu ya aloe vera ukichangania na maji lita kumi, e, basi utawakinga kuku wako. Ukichukua kitunguu maji kimoja ukichangania na maji lita utakinga kuku wako eh, sio lazima uviweke pamoja. Unaweza ukatenganisha lakini, kama utaweza kuviweka pamoja, basi ni vizuri zaidi. Ah, kinga ya tatu muhimu sana ni haya hapa majani ya mpapai. Majani ya mpapai bwana huwa hayadanganyi kabisa kabisa kabisa. Hii bwana ni kinga ya magonjwa ya kuhara kama vile typhoid, kipindupindu. Magonjwa haya huwa yanashambulia sana kuku, hasa kile kipindi cha mvua. Ukiona mvua zimeanza kunyesha, inatakiwa ucheze sana na majani ya mpapai kwa sababu unakuta, utakutana na miharo, mharo mweupe, miharo mbalimbali mi, mbali. Ukiachana na hivyo, lakini pia kama banda limechafuka, kama mwenyewe kabisa unajua banda hili limechafuka, au unakaribia kulisafisha banda lako, unatakiwa ulisafishe banda lako, basi tunashauri sana sana sana sana uwaze kutumia haya majani ya mpapai. Tumia majani ya mpapai kwa ajili ya kuwakinga kuku wako na magonjwa ya kuhara. Magonjwa ya kuhara ni hatari sana, sana sana. Kuna ule muharo wa njano ambao huwa unagandia nyuma ya kuku wakubwa wale ambao wanataga. Ule ugonjwa huwa unaua sana na huwa mara nyingi sana unatokeaga e, mwezi wa kumi na moja mwezi wa kumi na mbili e, mara nyingi sana unakuta ule muharo. Ule muharo, e, namna ambavyo unawafanya kuku, utakuwa unaingia bandani unakuta kuku wawili watatu wamepona wamekufa wame hivyo hivyo, utakuwa unaokota vifo kidogo kidogo, lakini kuku ndio wanapungua hivyo, na unaweza ukatumia eh, tiba nyingi sana za za viwandani ukashindwa kutibu. Zipo tiba ambazo ukienda tu dukani lazima tu watakupatia kama vile Agrocox, EFB3, lakini ukaona hilo tatizo halipungui, ni bora kwa hiyo kwa hiyo ni bora kuwakinga kuku wako, eh, ukatengeneza ratiba nzuri basi kipindi cha kipindi ambacho mvua nyesha uh, au katika ufugaji wako katika wiki ukawa nawapa mara mbili au mara tatu, haya majani ya mpapai yatawakinga na magonjwa hayo ya kuhara. Ukiachana tu na magonjwa ya kuhara, lakini ni booster zuri na ina vitamini kwa wingi sana. Majani ya mpapai yana vitamini kwa wingi sana. Uh, umeshawahi kuingia bandani ukakutana na vifo kama hapa unavyoona. Unaona vifaranga jinsi ambavyo wamekufa yani, unakuta vifaranga wamekufa au wana hali mbaya sana. Sasa nakwenda kukupatia kinga ambayo, huu mchanganyo huu, nitaweka kama vile mchanganyo wa nne wa namna ambavyo unaweza ukawakinga kuku wako ili usiweze kufikia vifo ambavyo umeviona kama hapo nyuma kwenye hizo picha. Lakini tu nataka nikukumbushe, uh, sisi KingoFarm tunalo kundi ambalo tunatoa elimu ya ufugaji namna ya kuwalea vifaranga tokea wakiwa wadogo kabisa. Aa, mpaka wanakuwa kuku wakubwa. Tutakuonyesha namna ambavyo e, sisi hapa tunawahudumia hawa kuku. Utapata uzoefu wa kutosha, lakini pia ukiwa kwenye hili kundi kama una changamoto yoyote ile unaweza ukatupigia simu moja kwa moja, na tukakwambia namna ambavyo unaweza ukatatua hiyo changamoto yako, au ukaingia kwenye kundi mle, ukaandika uka, uka kwamba mimi nina changamoto moja mbili tatu, basi sisi tutakupa e, jawabu la hiyo changamoto yako. A, lakini bila ya kusahau Uh, unaweza ukaviona hivi vitabu hapa. Hivi vitabu vimewasaidia wafugaji wengi sana e, kwenye namna ya kualea kuku na namna ya kuwahudumia kuku, namna ya kuchanganya chakula, namna ya kutengeneza tiba za asili, miongozo mbalimbali ya kualea kuku ipo hapa. Wewe tu unachotakiwa ufanye, uh, utupigie simu utuambie unafuga kuku wa aina gani, ili tukushauri vitabu gani vitakufaa zaidi. Sio vitabu vyote hivi kwamba vinamfaa labda mfugaji wa kuku wa kienyeji au wa broiler au chotara hapana. Kuna vitabu maalum kwa ajili ya mfugaji wa chotara, vitabu maalum kwa ajili ya mfugaji wa kuku wa kienyeji na kuku kadhalika. Hivi vitabu gharama yake ni shilingi elfu kumi kitabu kimoja, na vipo katika mfumo wa soft copy. Tunaposema mfumo wa soft copy e, tunamaanisha e-book kwamba hiki kitabu tunakutumia kwenye email au whatsapp kama PDF. Sasa wewe unaweza ukaenda steshonali ndio ukakitoa ukakiprinti, ili ukapata kitabu ambacho ni hard copy au ukawa unasomea humohumo humo kwenye simu au kwenye kompyuta. Kwa hiyo wasiliana na sisi ili uweze kupata hicho kitabu Aa, sasa tu, tuendelee. Aa, na niliwaahidi kwamba nita kuelekeza namna ambavyo unaweza ukafanya kama vifaranga wako wanakufa tu bila mpangilio wanakufa, e, huelewi bado wakiwa wadogo. Hapa suluhisho yake ni hii hapa, tangawizi. Lakini hii tangawizi ichanganyiwe pamoja na aa, asali kama hapo ambavyo unaona, ukichukua tangawizi moja kijiko e, kimoja cha asali Alafu ukachanganya kwenye maji e, mls mia tano, mls mia tano ni nusu, nusu, nusu, nusu lita, ndio. Uh, ukachanganya kwenye nusu lita ukawanywesha vifaranga wako wakiwa bado wadogo, wa wale ambao mnatotolesha vifaranga e, wa kienyeji mnatotolesha nyinyi wenyewe labda na vifaranga kumi au kumi na tano basi wafanyie hivi. E, siku tatu zile za mwanzo utaepukana kabisa kabisa na vifo kwa vifaranga wako na utakuwa umewaa kinga kuku wako waitumia hii kinga hii, utakuja uniambie namna ambavyo itakusaidia. Na mwisho kabisa hapa, sijui nikupe kinga, ujue kinga ni nyingi sana ila, hapa nakupa kinga ambazo zinapatikana. Nimekumbuka, nitakupatia haya majani ya mwarobaini, haya majani ya, ya, ya, ya mwarobaini ya yanapatikana maeneo mengi hapa. Sisi tunatoaga eh, kinga ambazo tuna uhakika maeneo mengi unaweza ukapatikana, lakini dawa ni nyingi sana. Yani, kwa mfano tukizungumzia labda kutibu miharo, e, majani ambayo yanatibu muharo ni mengi sana sisi KingoFarm, tunayajua. Yawezekana, sasa yale ambayo e, yapo maeneo machache e, tunakuwa hatuyataji sana, kwa mfano majani ya mstaferi. Sidhani kama mstaferi kila sehemu upo, kwa hiyo ndio maana tunakuwa tutaji mara kwa mara. Aa, sasa a haya majani ya mwarobaini yanasaidia magonjwa mengi sana. Kwanza unaweza uh, kwa ukawakinga kukuwako na kideri au uh, newcastle tunasema uh. Pili uh, magonjwa ya kuhara kama kukuwako wanahara, basi utawakinga uta kwa kutumia haya majani uh. Kwa leo ninaishia hapa. Kama unahitaji elimu zaidi, basi jiunge na kundi letu au tutafute.